Chuo chetu kimeendelea kutoa mafunzo yanayokidhi viwango vya kitaaluma. Kwa mfano, katika eneo la mafunzo utulizaji wa gasi ya public order management, disorder management. Tumeendelea kutilia mkazo kwa wahitimu namna sahihi ya kutuliza gasia kwa kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zilizopo. Tunafahamu kuwa Mheshimiwa Rais, mwaka huu mwezi wa Oktoba tutakuwa na kazi muhimu ya uchaguzi wa Mheshimiwa Rais wa uh, serikali ya Muungano wa Tanzania kule Zanzibar, serikali ya Mapinduzi, madiwani lakini pia uh, wabunge, madiwani na masheha. Mheshimiwa Rais, katika hili kwanza tumshukuru wafandiajipi ambaye alitoa muda e, wa wahitimu hawa wasingepata fursa ya kupiga kura, lakini alitoa, alitoa maelekezo kwa vyuo vyote, tukatoa muda wa kuwaruhusu wahitimu hawa pamoja na wengine ambao wamemaliza kwenye vyuo vingine, wakaenda kujiandikisha, na kwa sababu hiyo hawatapoteza haki yao ya kikatiba, lakini pia tumewajengea uwezo wa kuhakikisha kwamba uchaguzi husika utasimamiwa kwa kufuata sheria za nchi ili amani na utulivu viendelee kutamalaki kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Miundombinu ya chuo, Mheshimiwa Rais, chuo kinaendelea kupongeza kwa kuwa kiongozi shupavu ambaye umekuwa ukionyesha dhamira ya kweli ya kuona miundombinu na maendeleo ya chuo yanakuwa katika viwango bora kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika eneo la ujifunzaji. Vilevile vile, vile tunakushukuru kwa kutupatia pesa kupitia kwa fundi IGP wa kununua uh, majiko ya gesi ambayo sasa yataendelea kutimiza maelekezo yako ya kupigia chapuo nishati safi katika matumizi ya kupikia vyuoni, lakini mahali ambapo pana kusanyiko la watu zaidi ya mia moja. Mheshimiwa Rais, napenda kuchukua fursa hii kumpongeza mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP afande IGP Kamilo Simongoso Wambura kwa kutafuta fursa za masomo nje ya nchi kwa wakufunzi ambao wamekuwa wakienda kuongeza weledi katika fani mbalimbali, na mafunzo haya ni ya muda mrefu, muda wa kati, na muda mfupi. IGP, tunakushukuru sana kwa initiative hiyo ambayo unaifanya. Kwa mwaka wa masomo 2024-2025 jumla ya wakufunzi kumi walihudhuria mafunzo nje ya nchi, ikiwemo nchi ya Misri walikwenda watatu nchini Uturuki alikwenda mmoja, Ujerumani wawili, China walikwenda kumi na sita. Ni ni juhudi njema kabisa, na tunakuomba usichoke, endelea kupambana ili ukiwajengea wakufunzi uwezo, afande, unakuwa umetengeneza TOT kubwa, kwa sababu watu wanaopita hapa watachota kutoka kwa hao na si kwa DPA tu. Wakuu wa vyuo wote wangesimama hapa wangetoa orodha ya watu ambao wamekwenda nje kwa ajili ya kujengewa uwezo kupitia fursa unazozitafuta. Fursa hizi haziji kwa bahati mbaya, ni matokeo ya jitihada zako wewe mwenyewe, lakini Mheshimiwa Rais ambaye pia anaendelea kutoa fursa hizo kwa wapiganaji ili tuendelee kujijengea uwezo kuwa na weledi wa kutosha, umahiri, ili tuweze kutenda vema tunaposimamia utekelezaji wa sheria za nchi. Mheshimiwa Rais, mbali na hayo yanayofanyika, tunaomba uboreshwaji wa miundombinu katika eneo la makazi ya wakufunzi, mabweni, madarasa ya wanafunzi, lakini hili kutokana na lile ambalo niliteta nili na wewe pale Mheshimiwa Rais, naomba niliweke pembeni. Taarifa ya wahitimu Mheshimiwa Rais, baada ya kusema haya niliyoyasema, nitoe taarifa ya wahitimu kama ifuatavyo. Wahitimu wamefundishwa kama nilivyosema, masomo 13, lakini kwenye cross-cutting issues wamesoma masomo mengi kama nilivyotaja, wadau wa ndani na nje waliokuja kufundisha. Na wahitimu hao baadaye tuliwafanyia tathmini ili kuona kama wamekidhi vigezo vya ufaulu. Moja, tuliwapima kwa majaribio ya mitihani ya darasani, lakini pili, majaribio ya masomo ya nje kwa vitendo na tatu ufuatiliaji wa tabia ya mwanafunzi mmoja mmoja kupitia walimu wa platuni na kompania zao. Kufuatia upimaji huo, askari saba walishindwa kufikia viwango vya chuo kwa kujihusisha na vitendo vya utovu wa nidhamu na wengine ilikuwa utoro, wakakosa sifa za kuendelea na mafunzo haya. Kwa hiyo saba tuliwaondosha kwenye orodha waliokuwa wanatakiwa kupasa uti leo, Mheshimiwa Rais, kozi ya wa wakaguzi wasaidizi assistant inspector uh, wanafunzi wawili kati yao mwanaume mmoja na mwanamke mmoja ambao nao waliondoshwa. Huyu mmoja namba, Staff Sergeant Harubu Aliondoshwa kwa utovu wa nidhamu.